Sisi tunasema hakuna mtu anayekataa no reform. Kampeni ya no reform is a serious thing. Kila mtu lazima aifikirie kuifanya kui na kuisukuma ikamilike, lakini unapokuja kusema no election ni CHADEMA kutokushiriki kutokushiriki uchaguzi no election, no no election. Kwamba hakutakuwa na, hakuta kwa na uchaguzi nchi. Are you guys serious about this? Okay, swali namba mbili linakuja tunalouliza, ambalo tunataka majibu tu sisi, kwenye kwenye, kwenye kundi lile tulikuwa tunauliza majibu tu. Okay, unaposema no reform, no reform election, kama ukishindwa kuzuia uchaguzi Oktoba 2025. Na, na wakaendelea CCM na serikali yake, feit ya Chadema ni nini? Feiti ya Chadema ni nini miaka mitano ijayo Chadema itakuwa wapi miaka mitano ijayo? Mimi kwenye hili ni sema hivi, tumemaliza uchaguzi 2020. Yakatokea yaliyotokea Chadema tukakaa kwenye kamati kuu, tukasema hatukubaliani na hatukubali matokeo wala mazao yatokanayo na uchafuzi. Kwa hiyo tukakataa wabunge wa viti maalum, tukakataa madiwani wa viti maalum, tukakataa ruzuku bro Uliza hicho chama kilikuwa wapi kati ya elfu mbili na ishirini mpaka elfu mbili na ishirini na tatu Uliza hicho chama kilikuwa wapi? Kuna watu wanakuja leo wanasema tunaweza tuka tu survive tu, tu hawakuwepo. Kuna watu walimaliza uchaguzi elfu mbili na ishirini wakakimbia njee, na nyinyi mnajua walikimbia, wakatuacha hapa Tanzania, sisi tukapambana na Magufuli hadi akafa. Hao watu ambao wanasema sisi leo ni wasaliti kwa sababu tumesema, a hiki mnachokisema doesn't make sense. Unaposema no election, maana yake unataka kuzuia uchaguzi. Ukishindwa kuzuia uchaguzi, maana yake huingii kwenye uchaguzi. Kama huingii kwenye uchaguzi, hutapata wabunge, hutapata madiwani, hutapata ruzuku. Leo wamekaa, leo sasa hivi wanaendelea na kikao, kinaitwa kikao cha watiani, ambacho mimi nilitakiwa niwe mjumbe pale, kwenye jengo la kisasa hilo. Jengo halijanunuliwa kwa hela ya mtu yeyote. Hilo jengo baada ya Chadema kuwa imezira ruzuku. Baada ya mazungumzo ya maridhiano, tukakubaliana kwamba sasa tuchukue ruzuku. Tulipochukua ruzuku ya 2.8 billion, tukachukua 1.6 billion, tukanunua jengo la makao makuu ya sasa. Lile jengo ni mazao ya uchaguzi wa mwaka 2020. Unapokataa uchaguzi, tuambie the alternative ya mapato ya chama. Wewe unakuja na matangazo ya harusi, unasema Wataka watu wanatakawattu waende kwenye matangazo ya harusi yale watu wachangie tone tone, mzee hey. Alafu unapataje hela ya kuendesha? Unataka kuendesha chama kwa, kwa, kwa kutone tone, ulipe mishahara ulipe mapango ya nyumba ulipe sijui ununue bendera uweke mafuta kwenye magari ununue magari kwa tone tone, haiwezekani. Na ndio maana miaka yote na tume- tumekaa kwenye vikao, tunauliza tupeni mfano wa nchi yeyote duniani ambayo chama kiliwahi kuzuia uchaguzi. Nchi moja tu duniani kwamba chama kilikataa hakuna reforms kwenye nchi tuzuie uchaguzi? Naenda Kenya, hawakuwahi kuzuia uchaguzi. Zambia, hawajawahi kuzuia uchaguzi. Ghana, hawajawahi kuzuia uchaguzi. South Africa, hawajawahi kuzuia uchaguzi. Hakuna nchi ambayo chama kimoja cha siasa kiliwahi kuzuia uchaguzi, ila watu wanaenda kwenye uchaguzi, wanapambana kwenye uchaguzi wanadili na wanaohusika na uchaguzi, wanaotangazwa wanatangazwa, wasiotangazwa watangazwi. Kama ni machafuko, yatatokea kwenye uchaguzi, sio kukimbia uchaguzi.